Ndiyo, leo ni tariki saba mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita ni katika majira ya asubuhi. Ni kwangu jukumu langu kuja kukupasha habari kwa kutokana na mambo ambayo yaliyojiri, lakini katika muda huu sasa ni taarifa kabisa ambayo nakuja kukupasha. Ujambo ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo hiki cha habari, ujua kwamba ni Reality Mambo TV ambayo iko kwenye kazi kwa kupasha habari katika maeneo tofauti katika ulimwengu, hata zaidi kabisa, hususan mashariki mwake DRC, kukivu kivu ya kusini. Nivyo tu kukujuza mara moja kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, kivu ya kusini, ndiko ambapo kituo hiki cha habari kinakuweza kupatikana. Basi ni kuombe kuungana nami katika vipindi vyote, lakini pia kwa kuweza kujiunga kwenye kituo hiki cha habari na ya kwamba wewe upate kuwa wa kwanza kwa kupata habari zetu, hata pia kwa kubonyeza alama ya kengele, unapata habari zetu kwa ujumla. Na hivyo ni kupashi kutokana na hali ya usalama na hali nyingine ambayo inaendelea mashariki mwake DRC na kuleta utata mkubwa, lakini ni mara ya kwanza kabisa niweze kukuonyesha na mambo ambayo yanaendelea mashariki mwake DRC kutokana na kitu ambacho kinaleta utata. Basi ni kujuze ya kuonyesha ya kwamba katika habari ya kwanza nilionayo hapa ni kukuonyesha na kukupasha habari kutokana na pesa ambazo ziliweza kutoshiwa rushwa mashariki mwake DRC, hususan katika tarafa la thizi ni kivu ya kusini, ambako milioni moja na dola laki nane ambazo ziliweza kutolewa kuweza kufanya kitu kikubwa, ya kwamba mji wa Baraka upate kuangushwa na waasi wa FCM 23 kuweza kushika maeneo hapo ili ya kwamba wapate kutimiza malengo yao. Pesa hizo zinaweza kutapakaa na zaidi hata kwenye mitandao ya kijamii kuweza kuonyesha hali kubwa na utata kabisa unaoonekana ya kwamba mji wa Baraka unaweza ukaanguka, lakini imeweza kuleta utata na kuonyeshwa mara ngapi pesa hizo hakika zimeweza kutoka, zimethibitishwa kwa uhakika kabisa, lakini kuonyeshwa ya kwamba zimetoka katika ngazi za juu yaani pesa zimetoka kwa waasi wa FCM 23, na kuweza kupanda kwenye ngazi za juu alafu zikaja zikashuka kwa jeshi la chini, ya kwamba wapate kutumia hizo pesa na kutimiza malengo. Jambo hilo linaweza kuchambuliwa na kuonekana ya kwamba mambo ya waasi wa FCM 23 imeweza tu kulinganishwa na kuonyesha kwamba vita vyao si zaidi sana vya mtutu wa milio ya risasi na mabomu lakini wakitumikisha pesa kuwa kina na kuchukua mahali nafasi zile zote ambazo wanaweza kuchukua wakitumia pesa na kila mahali kuna bei yake, milioni moja laki nane elfu za Kimarekani ambazo zimetamkwa katika kinywa cha askari mmoja wa fardese ambaye amekamatwa mateka nchini Baraka, aliyekuwa anataka kukimbilia nchini Tanzania baada ya kupokea hela za M23, akiwa miongoni mwa watu ambao wamefikiwa na hela hizo nao pia kuwa kama watu waliohusika na kuhamasisha viongozi wengine wa kijeshi ili kuzipokea hela na jiji la Baraka teritoria ya Fizi iweze kuanguka katika mikononi mwa M23. Habari, ilikuwaje askari huyu baada ya kukamatwa? ameeleza kwa Kilingala, na walio wengi wakaichukulia yale maelezo yake kwamba vile ndivyo ilivyokuwa full story, lakini iko stori ya chini, ndio inataka nikwambie. Ndani ya jeshi la FARDC wako majenerals wengi ambao siwezi kusema ni wasaliti, ila wao ni m ishirini na tatu, na ao majenerals ambao wako ndani ya m wanaotumika ndani ya jeshi la FARDC ndio ambao hao wanatumika pia kama maagenti wakubwa wa Rwanda kwa ajili ya kuendelea kuharibu jeshi la FARDC ambalo linaonekana bado kuwa na nia ya kusaidia nchi. Hela hiyo ilifika, na hiyo hela ilipofika, haikutoka katika mikononi ya M23 kwamba ndio wanaotembea nayo hela hiyo iliingizwa katika mikono ya FARDC wa juu au wa FARDC wa juu, ni magenerals wakashusha hiyo hela kwa mafardesi wengine wa chini, kwa maana pamoja na kwamba wako mafardesi magenerals wa saliti, walio wengi kati yao hawapendi kujulikana kama wanasaliti. Kwa hiyo mzigo mpaka ulipokuwa umetengwa milioni moja laki nane huu ulikuwa ni jumla ya teritori yote ya Fizi ianguke ya kama ambavyo teritori ya Uvira ilianguka na yenyewe kwa bei yake na kwa gharama yake. Kwa hiyo, wako wazalendo waliokula katika hela ile, wako wa FARDC waliokula katika hela ile ya kuangusha Uvira, na mchezo huo pia ukataka kufanyika ndani ya teritori ya Fizi. Kilichotokea ni hichi: pesa iliingia mikononi mwa FARDC. Mtu wa kwanza kupokea hela hapa, nitaficha majina kidogo mtu wa kwanza kupokea hela akawa nayo , lakini akasema yeye kwamba hawezi kupokea hela peke yake alafu na akawa na uwezo wa kuangusha teritori ya Fizi peke yake, lazima ahusishe watu wengine. Akahusisha mtu wa pili. Mtu wa pili aliyehusishwa na yeye akasema hivi, peke yangu hapana, lazima tumwambie na fulani na huyu fulani hata kataa huyu fulani akaambiwa, alipoambiwa huyu fulani huyu fulani naye akasema hapana, lazima kwa ishu hii tumuhusishe na fulani. Kwa hiyo jumla wakaenea watu wa nne, ambao kwa wao wanne sasa wanapoungana pamoja, uwezo wa kuangusha teritoria fizi ulikuwepo mkubwa sana, lakini ndani ya jeshi la FARDC kama ambavyo walifanya tu Uvira, FARDC wakakubaliana na viongozi wachache wa kizalendo pale Uvira na wenyewe wakapewa sabuni, mambo yakaangua. Sasa kilichotokea kati ya wale wanne ambao walikuwa wamekubaliana, ndio sasa tunaweza kuangusha teritori ya Fiz, mmoja wao ndipo sasa akavujisha siri, yeye pamoja na pesa kuwepo, lakini akavujisha siri kwamba hapana, kuna ishu inaendelea hapa na hapa na wanaohusika ni akina sisi si, fulani fulani, alijitaja mpaka yeye mwenyewe, na akaambi akatoa sasa siri, mkamateni fulani, ndio atakuwa na taarifa za kutosha kuhusiana na hii habari, na hivi fulani anataka kuondoka hivi, anaondoka msipowahi, ataondoka. Kwa hiyo ndi sababu ya yule kijana kukamatwa, na yule kijana ana habari nyingi mpaka majenerals wa juu walioko Kinshasa ambao hawa wanafanya kazi na M23. Sasa hili ndilo jambo ambalo linafanya hata vita vya M23 visiweze kupigana vya kutosha. Watu wengi leo wanashangilia baraka kumeingia vifaa vingi vya kijeshi, baraka wamekuja askari wengi maibu. Mimi huwa ninaambia watu hivi, mzoe habari mbichi. Usifurahi sana vifaa vya jeshi kuingia, wanajeshi wengi kuja. Kinachofurahisha mtu kwa majeshi ni komandema inayotumika na jeshi lile. Vifaa vinaweza vikaingia kijiji kizima mabatayo na mabatayo, lakini kama komandema militari iko korompi, hizo batayo zote mashare de komba masukoi madrone havina maana. Kauli ya mtu mmoja inavyangusha vyote kwa siku moja, na hicho ndicho kitu ambacho wakongomani wote wanahitaji kujua duniani kote. Kilicho ndani ya sio vifaa vya jeshi wala sio jeshi, ni komandema ambayo iko ndani ya jeshi cha ajabu zaidi. Cha ajabu zaidi walitaka pia ndani ya Baraka zile silaha zao ambazo tayari ziko ndani ya Baraka ziwezi nazo pia kutumika ndani ya kukamata jiji la Baraka. Hata wakati uvile nakamatwa sangi, nilieleza watu namna ambazo huwa wanafanya kwa kukamata eneo m huwa inatuma watu wao ndani ya eneo wanalotaka kukamata. Wanafika pale hata kabla Mvntro wenyewe hawajafika eneo lile, watu wao huwa wanaanza kupasua mabomu, kupiga mabomu. Unajiuliza, haya mabomu yametoka ya wapi? Wameingiaje nayo? Kumbe alikuwepo toka muda, na nikasema hivi na hata Baraka, hivi Baraka imekwisha kuwa na watu wengi wa Mvntro. kuna stoo ya bunduki au ya silaha ya Mvntro, ambayo inakadiriwa kuwa na silaha kama elfu thelathini na tano maanake kama hapana elfu elfu tatu na mia tano arme ndani ya baraka kwa habari ambazo zinapenyezwa na zinazoongelewa kwamba kuna uhifadhi wa silaha zinazokaribia elfu tatu na mia tano ambazo M23 iliingiza ndani ya baraka, iliingizaje? na baraka ijakamatwa, walipataje upenyo wa kuzingiza hizo silaha? Maana yake ndizo zile silaha mlizokuwa mnasikia FARDC wameleta silaha nyingi kutoka Kalemie, watu wanapiga kelele, nikawaambia watu amjui siasa, mnaongea mnachokiona, lakini amuongei ukweli wa mambo yaliyopo. Silaha nyingi ambazo zinaonekana za M23 ziko ndani ya baraka ndiyo zile ambazo ziliingia na Fardes. Mkawajua ni Fardes, kumbe ni M23. Ndio maana mzee wa habari mbichi, nimesema mara nyingi kama mahusiano ya Fardes na wazalendo hayajaangaliwa, hayajakaguliwa mtapigana vita mnavyojua, lakini mtakuwa mnapoteza muda kama mzalendo hajapigana na Fardes. kama mzalendo hajapigana na FARDC hakuna vita atakavyopigana mzalendo akashinda. Tena ninaweka hiyo kwa kugongelea msumari na kuboldi kukazia, kutokana na pesa ambazo ziliweza kuonyeshwa na duru za mahali na kuthibitisha ya kwamba mbunge anayeitwa kwa jina la Justin Bitakwira kuweza kurudi na pesa ambazo zilikuwa zinatolewa kwa ajili ya wazalendo kuweza kutumia kazi ya vita hayo yote yameweza kuthibitishwa na kuguswa naye Jose zembe Zembe akiweza kulivalia jambo hilo njugwa na kuweza kabisa kulisambua vikali na kuweza kuliweka wazi kwa mambo jinsi ameweza kuendelea na kuweza kuahidi kwa sasa. Bonjour wandugu wote wa diaspora na wandugu wote wa leader wazalendo wa civile au wa, wa, wa militaire mimi ni Jose Zembezembe.

ambazo alipewa kwa ajili ya konte ya wazalendo, yenye ilikuwaka budgetize na ao wadudu kama na wanani, ili ikue effort de guerre ya wazalendo, selon gisi baliwezaka kuplanifia vyapo. Apres sabtakwira likuya akataka anze ita watu kwa mbalimbali kwa kisha mbali. Wakaita kule Kinshasa sababu ao wa njo walifanyaka hiyo iyo nani hiyo ita de besoin wakaipeleka ikapita, na pesa zikatoka. Wakaita ia Kinshasa, wakawaambia mbona msemi kitu na tunasikia kama pesa zimekuja na ziko deja dea. Wakawaambia no no, mtaonana kama na vitakwira, ndio mwenye nahusika na hiyo sasa. So alimwambia vitakwira, anaanza kuwa saa mjanja mjanja, anaanza pita ya nyuma ya mgongo parla, akasema kwamba no Il faut amutafute ba, ba, ba, ba, kana taka tuongele ku ku ku ambassade uambasade ambassade ka kuye pale donc, penda, na yote vike biko bien clarifie a ufanga muite, a partir ya pale, akawapatia muulize kama ulimishiki Paketa wili mishike, wili mishike kabambia très bien kama no hiyo franga ilitoka, mi za huku kwangu mimi njo niko nazo, na vitakuja, lupia za huku, na za huku ngambo yenu et voilà là où était le début du problème. Njo kuno problème ilianzia hapo sasa, après ye sa lienda, akaita kama njo bal baive maliko kabiona, kabion ba vama sojefu kama sojefu mondiale akabapatia kama mil dolari mil dolari seigneur de guerre. Sa, fo mun, sasa njoo bikaleta mapolemiki, bikaanza sasa kuleta mafujo, njoo inafufula kuanza madeba, tangu wakati watu walikuwa nafanya conspiration, vice gouverneur na groupe yake kama ya banani diko nafanya makonspiration ya kusema kwamba guverneur asirudi yake juu madaraka ibakie kwa ye vice guverneur na ekipe yake, alikuwa ishapanga juu ya kusema kwamba amu intimide kwa masasi na kwa maintimidation ya maudio bisweze kutoka juu, asiwezake kurudia Uvira. A partir ya ile yote, ndio mafujo kaanza panza kusema ma conspiracy gisi alikuwa wanakula panga za wazalendo kwa samadari, wanataya amu kama na banaluvumbu

Katika majira ya saa moja ya usiku maeneo ya Swima ni katika tarafa la Fizi Kivu ya Kusini Mashariki mwa DRC. Katika kijiji hicho umeweza kusikika milio ya risasi kwa wingi, ambayo imeweza kufanya wasiwasi wasi mkubwa kwa wananchi na wengine kabisa kukaa katika nyumba zao kuweza kuepukana na hali ya usalama kuwa mbaya, kitu ambacho kinaweza kuleta wasiwasi wasi mkubwa kwa wakahaji kuona ya kwamba milio ya risasi kuweza kusikika maeneo ni kuleta hatari ya kifo kwa mtu, lakini milio hiyo ya risasi imeweza kusikika tu na kutokujua sababu madhubuti ambayo imeweza kuwafanya watu wapate kusikia milio hiyo ya risasi. Ni hali ambayo inaweza kuleta tu wasiwasi katika maeneo hayo na bila kujulikana, katika usiku huo wa hapo jana tariki sita mwezi wa kwanza mwaka huu 2026. Kutokana na mzozo ambao unaendelea tarafani Fizi na milio ya risasi ambayo iliweza kusikika katika maeneo ya Kasanjala, na hivyo watu kuweza kukimbia kujielekeza katika maeneo mengine ya kwamba wapate usalama na mengine mambo kuweza kuharibika, lakini imetolewa wito na kuweza kuonya kabisa wale ambao wanaohusika na Msalaba Mwekundu watu hao wasiwezi kujiingiza katika hali ya kuweza kuingia katika mizozo ya kikabila ya kweli kabisa, imeweza kupigiliwa msumari kwa jambo hilo, ya kwamba wajitenge, kwa maana jambo hilo siyo jambo ambalo linaweza kuwahusu. Ni presidente territoire kafi naongea ilipenda kukumbusha

na comportement ya institution, natakasema na kitu kimoja par rapport ya benye bilipita Fizi. Kwanza jana mpaka leo u ma conflit zenye zilikuwa entre le porteur d'arme zinagiruka kuwa conflit presque ethnique, na bambiaka kila mara ke les conflits ethniques sont le facteur de sous sous-développement.

Alor evite ya kuingia mu mambo ya conflit ethnique, sisi tuwe model ya kuunganisha makabila na lugha zetu, purke tuonyeshe watu kama mtu ni mmoja. Nisisikie membre de la Croix Rouge najimixe mu mambo ya ukabila, angalia mzozo kidogo wa watu wenye ikuidentifie mgrupe fulani, unaambukia kabila mzima. Ndio nilikuwa nafundisha ethnique ou multi-tribal. Pour dire, umiba na pourdr nafasi maendeleo mazuri ni nafasi kunaka makabila mengi, lakini kama na sisi wanamemba a Msalaba Mwekundu tunaweza sikirika tunajingiza katika mambo yale, itakuwa tujue nini ni, tulifata wa Msalaba Mwekundu ni niile rappel nitaka wakumbusha wana volunteer wote wa mambo wote wakuwarusi wenye uko fizi na kandokando yake kama wawe wapatanishi wa makabila zao, wasiwe wenye kuchochea mizozo ya ukabila ama kuishi mambo ya ukabila. Ikiwa James Fieka Hadoi, kamanda wa Wazalendo, kutokana na hali ambayo inaendelea mashariki mwake DRC, pia naya kukaa kimya, lakini kulivalia njuga na kuweza kuonyesha ya kwamba yeyote yule ambaye anaweza kampiga mbembe risasi, yaani huyo ni mwasi wa FCM 23, au mbembe kumpiga mfuliru risasi na au mfuliru kumpiga mbembe risasi, huyo ni mwasi wa FCM 23. Aliweza kuliongelea hilo ikiwa tariki sita mwezi wa kwanza mwaka 2026 na kuonyesha kwamba kama Rais Chisekedi anaweza kuchanganyikiwa ni kutokana na hali ambayo wanaweza kujiweka. Basi aliona mengi hapa Mgana na James Fieka adui, tuko kwenye mapambano, tuko kwenye shamba la vita na hatutaacha kusema, hatuogopi, hatubabaiki, tutasema hata kama tuko muvita ni lazima tuiongelee nchi yetu e. Hii message napenda kusema hivi: vita tuko nayo ni ya wakongomani wote, siyo vita ya mubembe na mfuliru, na yule mfuliru ambaye atakayepiga mubembe ule mfuliru ni M23 na ule mbembe atakayepiga mfuliru na ule mubembe ni M23. Tutabijua vizuri vizuri, na mkiona vitu viko vinachanganya, rais Kisekedi, ni kupitia sisi wazalendo ndo tunatuma rais anachanganyikiwa. Mshimamo wetu atushimami pamoja Napenda kusema hivi kwa wenzetu wazalendo wa Plaine de la Ruzizi, terituari yote ya Uvira, niseme tu, vile mumeonyesha sura nyingine nyingine yenye haiwezi kuwa wazalendo wa Uvira, terituari Uvira na vile yote, kiukweli M23 iliingia kwa siasa Uvira. Kwa sababu meventa haikuingia kwa mtuto hapana. Iliingia kwa risasi, kwa, kwa siasa. Sasa ukiangalia, uh, territory ya Uvira ina wazalendo wengi zaidi mno kabisa. Territory ya Uvira ina silaha. Na wauliza, nyinyi wa jemadare wa territory ya Uvira mko wapi? na mko mnafanya nini kwa hii mida tuko nayo? Zile silaha ile mapikaeme na ile maranse mlikuwa mnatembea nayo Uvira ilienda wapi, na iko inatumika kazi gani kwa sasa? Na adui ye huyu usiku mchana, tuko tunapambana na adui, zile mapikaeme na maranse rokete na maaka karanseti zinaenda wapi? Na ziko zinafanya kazi hii? Ni message ya wenzetu na mimi niko eh, kamanda wengine ba kamanda wakamanda mu territory ya Uvira na mimi natumikia mu territory ya Uvira, lakini kwa mida hii niko kufro na wenzetu. Hii sio muda ya kusema eti mimi fulani mimi ndo niko napiga adui, tukikusikia unapata mkoshi Tukikusikia najitapa eti wewe ndoko na fieka adui mtama, hauna bahati ugashurikwengoni ugalashwa nahowagakutualotagaamenya. Basi huo ni mwisho wa taarifa ya habari, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, lakini pia ninakuomba kujiunga nami ikiwa hujajiunga kwenye channel hii na kuweza kuwatumia watu wengine ili wapate habari zetu katika muda mwafaka lakini tutakutana tena, ukae chonjo hata katika wakati mwingine. Asante.